Uh, kanisa la Canterbury. The Church of Canterbury, na wafikiri wote mnajua Canterbury ni Anglican, wametangaza mama mmoja anaitwa Sarah Moral kuwa archbishop mwanamama kuwa bishop. To be a, a bishop. Sasa nikaona watu wanaanza kupiga kelele. So, I saw people starting to. Watu akasema wao watu wameenda kinyume na maandiko, inawezekanaje mwanamke akawa askofu? Biblia inasema be an eti mwa anayestahili kuwa askofu ni lazima awe baba mwenye mke mmoja. Kwa hiyo kukawa na mijadala sasa. Nataka o tuangalie maandiko anasemaje, mwanamke anastahili kuwa mchungaji? mwanamke anastahili kuwa askofu? mwanamke anastahili kufanya kazi yote kanisani? Nataka tupruvu kupitia maandiko Nataka tuwe katika kujifunza zaidi na si kuhubiri zaidi. Leo nataka kufundisha. Amen. Nataka tuanzie katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sula ya kumi na mbili lakini ukipata muda, isome yote. Biblia inasema mm -hmm. the Bible. Basi ndugu zangu mm -hmm. kwa habari ya karama za roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena Taken to take idols that do not speak, kama mlivyoongozwa, like the way you were led. Kwa hiyo nawaarifu, so ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu, kusema Yesu amelaaniwa, wa to to, wala hawezi mtu kusema, or nobody can say, Yesu ni Bwana is isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Verse four. Basi pana tofauti za karama. There's different kinds of spiritual gifts. Bali Roho ni yeye yule. It is the same spirit. Tena pana tofauti za huduma. And there are different kinds of ministries. Na Bwana ni yeye yule. And it is the same God. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. And there's the different ways of works. Bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. It is the God who is operating through all of them. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho. Everyone gives gets a spiritual vision. Kwa kufaidiana, to benefit. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, because some are given wisdom. Na mwingine neno la maarifa, another knowledge, apendavyo Roho yeye yule, the way the Holy Spirit likes. Mwingine imani, another one faith, katika Roho yeye yule na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza na mwingine unabii na mwingine kupambanua roho. Mwingine aina za rugha na mwingine tafsiri za rugha translate. Lakini to kazi, lakini kazi zote. But then all the works. Huzitenda roho yule huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye like msa maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo it na Kristo. mstari wa ishirini na nane, Bibilia inasema na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, pro wa pili manabii, watatu walimu, kisha miujiza, kisha, kisha karama za kuponya wagonjwa the of the sick, na masaidiano and na maongozi na aina za lugha Amen. Amen. Amen. Tumesikia habari za karama Paulo we anasema Mungu are, we are katika karama kwa mtu. Au Roho Mtakatifu ugawa karama kwa mtu. Gives a gift to a person wana sana na hizi karama gift, huwa zinatofautiana kati ya mtu na mtu mwingine. Anakuwa mtume mtume mwingine nabii prophet mwalimu a teacher, na kadha wa kadha, lakini hizi kazi zote, But then all these works, ni Mungu ndio anayezipanda kwa watu. Haleluya, sijasikia. Hallelujah. Paul sema Roho Mtakatifu ataenda kwa mwanaume, is gone to a man. Sijasikia. Amesema ataenda kwa mtu. Sijasikia akisema ataenda kwa mwanamke. Amesema ataenda kwa nani? Kwa mtu. Mtu ni nani? Mwanzo 1:27. Mwanzo 2:7. Mwanzo mbili mstari wa saba Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo so a person anayezungumzwa hapa ni mtu aliye nafsi hai, na mtu aliye nafsi hai hana jinsia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hapa izungumziwi jinsia, hapa inazungumziwa nafsi hai. Ina maana yoyote ambaye alipumziwa pumzi ya uhai akawa nafsi ndio anaitwa mtu. Amen. Amen. Kwa hiyo tunapomzungumzia mtu tunaizungumzia nafsi hai. Kwa hiyo kila nafsi hai, every ina uwezo wa kupokea Roho Mtakatifu na ndio maana Amen. Amen. Amen. Amen. Paulo katika kitabu cha Korinto tulichosema, hajasema mwanaume, he did not say. Amesema mtu na akasema sisi ni viungo ndani ya mwili wa Kristo. Na ukisoma zaidi, ndio maana amesema kwamba, kwa nafasi yako nenda kasome Korinto wa kwanza sura kumi na mbili yote And read the whole of Corinthians, utaona jinsi anavyofafanua. Tena anasema sisi ni viungo, hakuna kiungo kilicho bora kuliko kiungo kingine. Haleluya, amen. Anasema kichwa hakiwezi kusema chenyewe hakihitaji miguu.

And who is a person? Biblia inasema mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba mungu akaumba mtu kwa mfano wake. kwa mfano wa mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akamuumba mtu. God created a person. Na huyu mtu anasema akamumba mwanaume na mwanamke. Ndio wanaoitwa watu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ndio anaitwa mtu ni awe ni mwanamume. Be a man. Awe ni mwanamke.